an ra'iyatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatanabahisha masahaba wake, kadhalika ni tanbihi kwetu sisi Waislamu wote, ya kwamba kuna masulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Mmoja ni kiongozi au ni sio kiongozi, ni mtu wa kawaida, lakini una familia yako, au ni mtu yoyote tu, naweza kuwa wewe ni mtoto katika familia, lakini kila mmoja katika Uislamu kuna masuhulia ambaye yako chini yake ki, anatakikana ayazingatie kwa sababu siku ya Kiyama atakwenda kuulizwa kuhusiana na masuhulia hayo. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo nimeonelea kwa sababu kumekithiri sana y kujisahau na kughafilika katika mambo hayo, yako mengi, nitataja baadhi yake arbaa fakat. Al-amru al-awwal al-khalwatu al-muharrama baina rijali wa nisa. Jambo la kwanza ambalo tumekafilika nalo sana, na hapa siwazungumzii watu wa kawaida, watu wasiojinasibisha na da'wa wala wasiopenda kusoma. Nazungumzia hapa wanafunzi, kadhalika masalafi ambao sio wanafunzi, lakini wanapenda dini yao. Kuna mughafala wa watu kuchanganyika, alkhalwa baina rijali wa nisa, kuchanganyika baina ya wanaume na wanawake

yu pamoja na maharimu yake, kama ana kaka yake au baba yake au mtu mwingine katika maharimu zake, hapo unaweza kukaa naye. Lakini muda wa kuwa wewe na huyo mwanamke, hakuna umaharamia baina yenu, si maharimu yako huyo, siyo kaka yako, sio kama ni mwanamke huyu, si kaka yake au siyo baba yake, akakaa naye faragha, jambo hilo ni haramu, kwa sababu watatu wao atakuwa ni shaitani atakaowalitia tashwishi

na mabalaa yote na shari zote zinazotokea katika almujtamaa sababu ni kuwamakinisha wanawake na wanaume kukaa pamoja. Na hayo utayaona makazini huko na kufanya kazi katika maofisi, watu wako baina yao, wanaume na wanawake, wanapiga stori, wanabadilishana mawazo, wala hakuna shida, kana kwamba ni jambo ambalo linafai. Angalia katika mashule, amekaa binti na kijana, wanafanya discussion

Mtume alahi salatu wassalamu akasema, huyo shemeji huyo ndo mauti, huyo ndo mbaya zaidi, kwa sababu tayari anawepesi wa kuona kwamba yule ni ndugu yake. Na hili utaliona sana, nenda nyumbani kwa shemeji yako atakupa kitu fulani, limemwacha shemeji yako pale, kamwambia kadha wa kadha, watu wakakaa na shemeji zao wakapeana namba na shemeji zao wakawasiliana. Jambo hilo halifai. Ibn al-Qayyim anasema jambo hilo ndo asili ya kila matatizo katika huu ulimwengu, kala rahimahu llah taala wa anahu min asbabi nuzuli luqubati l'am. Na jambo hilo la kuchanganyika wanaume na wanawake ndio katika sababu za kupatikana kuteremshwa adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo zinawaenea watu wote, yakatokea matetemeko ya ardhi, watu wakaangamia wakafa. Kama anahu min asbabi ifsadi umuri lkhasa wal'am, kama vile huko kuchanganyika pia ni miongoni mwa sababu ya kuharibu mambo ya mtu mmoja mmoja au mambo ya jamii kwa ujumla, jambo hilo si zuri. Qala wakhtilatu rijali binnisa, na kuchanganyika wanaume na wanawake, sababun likathrati lfawahish wazina, ni sababu ya kukithiri fawahish pamoja na zina machafu katika mujtamaa. Zina imeenea sana, watu wanazini hovyo, watu wanakunywa pombe hovyo. Lakini ukitizama vyanzo katika mambo haya, utakuta ni mchanganyiko baina yao na baina ya wanawake. Watu hawajali Sema Ibnul Qayyim jambo hilo litakuwa ni sababu ya kukithiri zina, kadhalika ni sababu ya kupatikana atwaun, ya kupatikana magonjwa ambayo yanawaangamiza ya watu mara moja. Likatokea janga ambalo likiingia katika mujitamaa, wanakufa watu kwa siku maelfu ya watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuenea kwa zina, kama vile ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam amesema: lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat, haijapatapo kudhihiri uchafu kwa watu wa aina fulani isipokuwa fasha fihi muta'un, utaenea kwao wao ugonja wa taun wenye kuangamiza nafsi kwa haraka na kwa watu wengi kwa pamoja, wataangamia kwa sababu ya taun. wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimu alladhina madhau, na yataenea magonjwa ambayo haya kuwepo kwa nyumati au wale ambao walitangulia kabla yetu kwa sababu ya kuenea alfahisha. wa aslu dhalika ikhtilatun bain alrijali wan nisa, na asili ya hilo ni wanaume kuchanganyika na wanawake watu hawajali, hakuna shida, si kikao, si ni kazi sawa, lakini sheria inaruhusu. Lakini pia zikatumika simu za mkononi, ukawasiliana na mke wa fulani, na dada wa fulani, na binti wa fulani, na wewe ni mtu una ndoa yako, lakini una kaima, una, una orodha ya wanawake, ambao wewe uko chumbani, hakuna anayekuona, ile pia ni khalwa. Kwa sababu unayozungumza naye hakuna anayejua, utazungumza mambo ya ajabu hapo mpaka mtafikia katika alfahish kwa sababu ya hizi smartphone. Lakini pia ni, ni aina katika alkhalwa. Kwa hiyo kuchanganyika baina rijali wa nisa ni fasadi, ni jambo baya na linasababisha azina kuenea katika almujtama, na kuna baadhi ya sura ambazo watu hutasahal. Tena hili jambo limekuwa baya, limekuwa ni maradhi sugu, jambo la wanawake kupanda bodaboda boda, nakusudia kwa maana si kama alimbeba ni maharimu yake. Ametoka nyumbani kwake anapanda bodaboda anakwenda stendi, anakwenda sokoni, anakwenda mjini, kana kwamba ni jambo halina shida. Hivi namna watu walivyobweteka katika hilo, kwa sababu wamesahau kwamba wana masuhulia kwa wake zao. Mke wako ana namba ya bodaboda boda, atampigia atakuja kumchukua, atampigia atamwagiza sokoni. Wanapitishwa barabarani, ukipishana na wanawake zaidi ya watatu, wanne, watano ndani ya lisalimoja wanapitishwa na bodaboda boda. Alafu ukikutana naye wewe huko anapita kule kwenye majani kana kama mcha Mungu hivi, lakini baada ya nusu saa anapita na bodaboda, wanacheka, wanapiga stori, mazungumzo ukiyaona ni mazungumzo ya shar. Na mwanaume umekaa nyumbani, umenyosha miguu yako, wapiga simu tu, huyo bodaboda wangu -boda mwaminifu, kamchukue mama fulani pale. Kuna mwaminifu katika zama hizi tena? Hao amekuwa sahaba, huyo ni mtu maasumu? Hata masahaba wenyewe si maasumu, na pia Unamwaminije? una mtu kirahisi hivyo unamwachia tu, na wengine wameacha familia zao, wako mbali, anapiga simu tu, nenda pale nyumbani. Huyo bodaboda wewe wamuonaje? Yani umemchukulia vipi? Yani hana matamanio eh? wewe mpaka ulimpenda mwanamke huyo kamuoa, hata yeye aweza kumpenda, lakini watu wametasahali. Sababu ni wanaume katika hili mmekaa nyuma, watu wamelala. Unakubali vipi yani, bodaboda aondoka na mkeo, wale waenda, wewe waangalia, waridhika tu

Usithubutu wallahi kumuwacha mke wako akakaa faragha na mwanaume yote, usijaribu jambo hilo, kwa sababu ya wanawake waliuana ndugu wawili, watoto wa Adam alayhi salam. Mmoja hakujali kwamba huyu ndiye kaka yake wa damu, akamwondosha duniani kwa sababu ampate mwanamke. Sasa sikwambii bodaboda, hauna undugu naye wala hakujui, alafu ndo akampenda mkeo, kila siku amchukua ampeleka. Wewe hujui akili za wanawake akili zao ni ndogo, nyoyo zao zina mili mapema. Kuna yule ambaye anamsaidia, inawezekana ukawa umemnunulia wewe hiki na kile na nyumba nzuri umemjengea, lakini kwa sababu hauna muda wa kumuhudumia umemwachia bodaboda, ndio anaeleta vitunguu, anampeleka sokoni, anayefanya kila kitu, utakuja kujilaumu. fakullukum rain wa kullukum masulun an raiyatihi, al amru athani

Wakana Allahu ghafura rahima. Ewe Nabii, waambie wake zako na mabinti zako, na wale walikuwa ni wachamungu, si kama hawa wakwetu, lakini na wao waliambiwa, pamoja na wanawake wa waumini, wateremshe juu yao majalabibi yao, wajifunike na kufanya hivyo ndiko karibu zaidi kwa wao kufahamika, wakajulikana, hawa ni watu wenye kujiheshimu, hawatoudhiwa. Lakini mkeo anatokaje nyumbani na wewe umeridhia hijabu ile Sheria inayozungumzwa ndio hii tulio nayo, bali huko mtaani ndio kabisa, usiseme kwa wasiojielewa. Wanawake wakatoka wako uchi. Mwanamke katika miji hii ya pwani, watu waona kwamba ukivaa dera ndio ushajistiri. Atoka na kijidera, unaona? Kama Uislamu walizaliwa nawe, ukiongea, sisi Uislamu twaojua bwana, hakuna haja ya kusoma. Atoka na kijidera na kimtandio, ndio mkeo uko naye, pengine nawe ushakuwa Salafi. Lakini sasa itakuwaje bwana naye muda mrefu fikishie, usikubali. Utakwenda kuulizwa. Dera siyo vazi la Kiislamu la kalla, hiyo si hijabu ya kisheria. Anatoka lakini maongo yake yanaonekana, anayemtazama ajua huyu yuko hivi, yuko kadha. Utakwenda kuulizwa. ala alaihi salatu wasalam, fi marawahu muslim semfani min ahli nar lam arahuma. Anasema Mtume aleh salatu wasalam, watu wa aina mbili sijapatapo kuwaona hao, ni katika watu wa motoni, katika hao

anakanga lakini ariat bado yuko uchi, anaonekana ukimtizama ni kama hajavaa vile. Tena anawahimiza wenzake katika wanawake kufanya kama alivyovaa yeye, akipita mwenye hijabu, we wajizeesha wewe, mpaka lini wajifunika, tuonekane ni kuwa mzuri. Kwa hiyo anawashawishi na wenzake kuvaa kama anavyovaa yeye, lakini ni mailati. Imam Nawawi anasema muradi hapa ni kwamba wamechana nywele zao kama vile wale wanawake wanaokujiuza wale, nywele zao albagaya amezichana nywele akazipeleka upande upande hivi. Tena wengine akasema katika vichwa vyao kuna manundu mfano wa nundu la ngamia. Kuna wengine wana nywele kweli, anafunga fundo hapa juu zinaonekana. Utaona mabinti wa Kiislamu na wengineo wana nywele hana, ana kipilipili kama za kwangu, alafu anafunga kitambaa ili aonekane na yeye ana nywele tu, ndo hao la yadkhuluna aljanna Ha, hawatoingia wa peponi wala hawatopata wa harufu yake. Alayhi salatu wassalam anasema maneno hayo, na kuna wanawake wengine wanaojitahidi katika masalafi, akatoka na juba lake lakini amevaa vizuri, kisha anapiga na manukato ananukia. Ayuma mraatin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha. Mtume alayhi salatu wassalam anasema mwanamke yote ambaye amejitia manukato akajifukiza udi, kisha ataka kuja msikitini, asije huyo, asije kuswali na sisi Abaki nyumbani mwake. ayuma mraatin ista'tarat kama katika kinda Nnasai anasema mwanamke yote ambaye atajitia manukato famarat ala qaumin liyajidu min rihiha, kisha akawapitia wanaume ambao kuna njia, pengine hapa haina wanaume, akaamua kukatiza, kuna njia ya ile wanaume ili wapate harufu ya manukato yake, kila mmoja mjeukia, akasema fahia zania, mwanamke huyu anazingatiwa ni mzinifu. Mkeo pia atoka nyumbani hivi akawashawishi watu na perfume, na umenunua wewe na wengine waongo, wajifanya wavaa hijabu, akitoka nyumbani anapandisha nikabu, akitokea salafi ameshusha. ma hadha ya eh, ikhwan. Ukweli uko wapi? astakhfuna minan nas wala astakhfuna min Allah, wana waogopa watu. Salafi kashatokea, kwa hiyo hijabu ingoma, salafi sio. Alafu hao wengine kinapita, hawana shida. Ufahamu wa namna gani? wako wanawake wa namna hiyo, naweza kuwa mkeo. Katika hao, simamia Wenjine, na wengine hawavai gloves, mikono yao inaonekana. Matangazo ni biashara, tunajua. Fatakullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hakikisha mkeo anapotoka nyumbani, umemchunguza anatoka namna gani. Hata kama atachukia, siangalie kwa sababu tu wampenda kwa hiyo wataka ufuate matakwa yake. Simamia jambo lako, utakwenda kuulizwa siku ya Kiyama kuhusiana na hijab anayoivaa mkeo na wengineo

na misimamo ya ya kudhania, lakini uhalisia wake haliko hivyo. Tunapodhania kwa watu wengi jambo la kupiga picha yafahamika, kwa masalafu wengi misimamo wao ni huo, na hata wale ambao wameruhusu sio kama hivi inavyoenea. Inna alladhina yasnauna hadhihi sura yu'adhabuna yawma alqiyama yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, wale ambao wanatengeneza picha mmoja, unachonga unapiga kamera unachukua video basi siku ya kiyama wataadhibiwa kuambiwa vitieni roho vile ambavyo mliviumba mlivitengeneza duniani jambo hili hasa kwa kuwepo hizi smartphone wewe kaangalie kagua zaidi ya asilimia 60 naweza kusema au zaidi ya hapo katika nyumba za masalafi ahlusunna wal jamaa hawa wengine siwazungumzia kwa sababu jambo lao hadithi wala haraja katika simu ya mkeo nyumbani Kaikague leo utakuta picha za mwanao, picha zake mwenyewe, amekaa chumbani, amejipamba, anajipiga pana, anajiangalia. Ndio yule yule tu, hata akijipiga mia wala haongezeki uzuri. Atajipiga picha, anaweza akamtumia na mwenzie, bali kama hujakaa vizuri, hata wewe zakuwa ulipigwa. Ziko wanawake wafanya sana. Kakague wanao picha zao zimo kama Allah amekuwafikisha mtihani huu umeuvuka, ume alhamdulillah, lakini asilimia kubwa watu wameshajisahau kabisa. Picha limekuwa ni jambo la kawaida, na wanaume pia, si wanawake peke yao. Wanaume picha wanazo. Kama hujipigi mwenyewe, mtakuwa mnasaidiana. Umetuma video, kuna kichekesho fulani, wataka na fulani naye acheke, wamtumia mwenzio, na inawezekana katika kichekesho hicho pia, ukiachilia swala la picha, ndani yake akawepo mwanamke yuko uchi ikawepo jambo la mziki katika picha hiyo, ikawepo alistihzaa bidinillah katika hiyo video, na wewe unashare tu kwenye status, unaona watu mia ishirini, unamtumia mwenzako, na yeye anamtumia mwingine na mwingine na mwingine. Kila ambaye atatazama video hiyo na ndani yake ndio kuna hali kama hiyo, basi na wewe utapata nasibu, kwa sababu mandalla ala dhalala, yule ambaye amelengania amekuwa ni sababu ya upotofu basi atapata madhambi mfano wa wale ambao wamemfuata katika madhambi hiyo. Kuwa makini, unaweza ukatuma picha ikawafikia watu elfu moja bila wewe kudhani. Umewatumia watu watano, kila mmoja ana watu mia, na kila mia ana watu mia, zikawafikia watu, ikawa ni sababu ya wewe kuingia katika madhambi na kukutana na mzigo ambao hukutarajia kukutana nao siku ya Kiyama. Kwa jambo la picha tasahuli imekuwa ni kubwa, watu ni YouTube kila kukicha. Kwa sababu wampenda sana mkeo wamnunulia smartphone ikiwezekana kama hawezi kujizuia mnyime pesimu ya kawaida sio lazima hakuna faida ya kuwa mkeo kwamba hafurahi alafu wakati huu wa wewe unadhurika la marhaban bisururin ada bidharar usikaribishe we furaha katika nyumba yako ambayo itakuletea ya madhara usifanya hivyo kwa hiyo kama una msimamo na ndio msimamo wa sawasawa kwamba picha haifai simamia hilo usimamie mkeo usimamie nafsi yako wasimamia watoto wako

Kuna watu wa aina tofauti tofauti. Kuna watu usimamizi wao wamewaacha kwa wanawake, yaani mwanamke ndio mwenye kauli nyumbani. Haina maana kwamba watu wasishauriane, lakini ikawa huna maamuzi wewe, kila kitu ni mwanamke. Anaweza kuja kijana wa kisalafi, umeridhika naye, mwanaume wewe baba umeridhika naye, dini yake, tabia yake, yaani kifupi ni mtu wa kuozeshwa, kisha wenda nyumbani uma fulani na ma kijana bana pale hivi ni bwana, hao wanafunzi makinao huko tuletee mtu mwenye hela hapa basi. Unarudi kule bwana, unajua akhi, unajua bwana, ilikuwa hivi. Uongo, mkeo ndio mwenye kauli. Au kaja mtu ana shida, sala vimwenziwa na shida, ataka kumsaidia pesa, unazo lakini, bwana na unazo mfukoni, ngoja nitakupa jibu jioni. Fika nyumbani, mama fulani, kuna fulani taka tumsaidie. Yule ambaye baba huruma sana we, kwani ajaona mtu mwingine? Sasa unarudi bwana, akhi, zile pesa kwa kuna mahali hivi, lakini zimezitumia Simamia majukumu yako. Swala la usimamizi na kauli ya mwisho ni ya kwako wewe, sio kama kabati, lakini iwe kauli kila atakapokuwa ni jambo la sawa. Simamia, usimwachie mkeo. Familia zinaangamia. Mtu unaweza ukaozesha mtoto wako, binti yako, wa kijana kwa kijana usiyemtaka kwa sababu ya mwanamke tu. Wao wajua kabisa kama huyu kijana hafai, lakini ndio mke akashasema, mama wa familia huyo. Kadhalika kwenye usimamizi, wana watu wameacha familia zao, wakazitekeleza hapa mamoja ni hapa Pongwe au sehemu nyingine, mtu kambwaga familia hapa ameenda huko, hajui mke wake anakula nini, anafaa nini, ana khabari, mpaka anatokea matukio mabaya. Kwa sababu yako wewe utakwenda kuulizwa, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na anafaka ala zauja ni wajib, ni wajib juu yako. Kama una uwezo, kwa nini ulioa? Kama umepata ufakiri, basi Baki na familia yako, pambana, mwishi wote hapa kwa shida, sio unaiacha hapa fua, waenda huko, hujui uko anazungumza na nani, anaishi na nani, analala na nani kadhalika. Kuna watu wa ambao wanazihudumia familia zao, lakini hupenda kusaidiwa majukumu, anataka na mke wake naye afanye kazi, atafungua duka, atamweka mkewe na huanza na yeye akakaa naye pa wanauza naye lakini kuna saa aondoka masaa matatu manne, mkewe auza duka, yuko mwenyewe pa wako hivyo na kuna ambao wanafungua masaa yote 24 yuko mke peke yake pale hao wote hivyo wewe una wivu na mkeo haya tujalie hao masalafi wanajielewa hivyo tujalie hivyo maana pia sio hivyo sio kama masalafi wote watakuja pale wakajiheshimu wakaulizia kitu shilingi ngapi 500 kanunua kaenda wote hawako hivyo sasa tujalie kwamba wanajielewa Haa, na hao kina John na kina Peter na kina Muhammad wasio swali na kina, Muhammad, yose, yoswali, na, kina Talha, ambao, hao, nao, pia nawashukulia vipi waona kila mtu ni mteja pale kuna wengine wanakuja, lengo ni huyo mkeo. Akifika pale atamsifia, macho yako kadha, unajua wewe, anamsifia na wanawake wanadanganyika. Pengine wewe hujawahi kumsifia huko ndani, asifiwa, utakuja kuletewa watoto wasiokuwa wako. Masuulia ya kutafuta nafaka ni yako kwako, simwachie mkeo. Keifa hadha watu wa kawaida tu mimi furahi mke wangu mashallah, anauza pale. Endelea kufurahi, ikura siku utakuja kulia. Twayaona, si kama ni mambo ya kusikika. Yapo kama unaweza kumfungulia duka ukamwekea utaratibu, mfano kazi ya kushona, ukaja wanawake wenzie sawa, lakini dukani kila mtu anakuja. Twayaona eti, si kama ni mambo ya kufikirika. Wewe pita kwa maduka, utaona walio wanawake wake wakisalafi, amekuwa laini, azungumza na kila mtu, acheka, atafurahi na huyu aafu ewe umefurahi.